Nalo tangazo moja hapa. Baada ya aliyekuwa mbunge wa Kigamboni kufariki akiwa mkurugenzi mteule wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika, basi mheshimiwa rais kipindi kile, ninyi nyote mlishiriki, alionyesha nia ya kwamba Tanzania bado tungeweza kushiriki katika huo mchakato na kwa kusema wakati ule, basi sasa mchakato ule umekwenda sasa umetimia, na maneno ya mheshimiwa rais ya kiti hicho kurejea Tanzania kimerejea, na sasa tumepata, tumepata mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika Profesa Mohamed Yakub Janabi. Mheshimiwa wabunge. Pamoja na kumpongeza sana kwa hatua hii ambayo ameifikia na kumtakia kila la heri, tutapata nafasi ya kumpongeza sawa sawa atakapokuja hapa bungeni tutakapomtangaza kama ambavyo tumekuwa tukifanya hivyo huko nyuma. Lakini kipekee kabisa, nishukuru timu yote ikiongozwa na mheshimiwa waziri wetu, mheshimiwa waziri wa afya, Mheshimiwa Jenista Mhagama na wote kwa kweli wali, lakini pia waziri wetu wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, na wote kwa kweli wote na Watanzania wote, kwa sababu wengi walishiriki kwa hali wengi walishiriki kwa um, hali, wengine kwa maombi. Kwa hiyo kila mmoja ameshiriki, lakini hawa viongozi nimewataja kwa sehemu tu ili tuone, tuone kwamba wote kwa kweli tumeshiriki wako wengine waliungana naye mheshimiwa uh, mheshimiwa rais katika kusafiri na mheshimiwa Jana, uh, profesa Janabi kwenda kwenye kampeni kwenye nchi mbalimbali. Kwa hiyo hao nao tunawashukuru, lakini wengi mlifanya maombi ili jambo hili liende sawa sawa. Asanteni sana. Lakini sasa waheshimiwa waheshimiwa bunge, hapa nimemtaja mheshimiwa rais na yeye tutumie fursa hii kama watanzania kumshukuru sana kwa nguvu aliyoweka katika kuhakikisha kiti hiki ya Tanzania kwa mara ya pili, kwa tunampongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hatua hii, lakini pia tunamshukuru sana kwa kujitoa kwake yeye binafsi. E, wengi wetu tulipata hata ye mwenyewe ilibidi aseme maneno ya kwamba jamani, mimi e, namuunga mkono huyu, ni kijana wangu. Na mmeona mwaka jana alifanya hatua e, ya ujasiri kabisa akampa cheo ofisini kwake, hicho nacho kimesaidia, eh, kimesaidia kwamba huyu ndiye mshauri wa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwenye eneo la afya hapa nchini. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo nafasi hizi zinapojitokeza, basi yeye mwenyewe anakuwa mbele kabisa kuhakikisha nchi yake inapata heshima. Tunamshukuru sana kwa kazi hiyo. Na waheshimiwa bunge, eh, naamini siku tutakapokuwa tukisikiliza hapa hotuba ambayo itakuwa uh, inaletwa na mheshimiwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, naamini tutapata pengine orodha hapo ya kuonyesha nafasi mbalimbali mbali ambazo zimepatikana katika kipindi hiki Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa rais, kwa sababu ya mahusiano aliyowaweka vizuri kabisa kimataifa, kushirikiana na serikali za nchi nyingine, lakini kushirikiana na marais wenzie basi inaturahisishia eh, vyeo hivi kuendelea kuja hapa nchini, na nimesema kwamba atatutajia mheshimiwa, eh, waziri, kwa sababu hata mimi ningeanza kuorodhesha hapa, sina uhakika nitavipata vyote, lakini kwa sababu tunayempongeza hapa yuko kwenye eneo la afya, profesa Janabi. Lakini hapo hapo Muhimbili, eh, miezi michache iliyopita, pametoa pia mkurugenzi wa masuala ya uh, tiba ama inaitwa afya uh, kule nani, uh, umoja wa Afrika AU, inaongozwa na Mtanzania pia. Kwa hiyo tunafanya vizuri, na nirejee tena kauli yangu ya kwamba tusijidharau Watanzania, tunafanya vizuri, na haya yote yanaendelea kupatikana si kwa bahati mbaya, yanapatikana kwa sababu ya mambo mazuri yanayofanyika hapa nchini, ikiwa ni pamoja na eneo la utawala bora. Kwa hiyo mlishike hilo. Hey, nimesikia kicengo lakini, ni kwamba tuko vizuri kwenye utawala bora, ndio maana watu wetu wanaaminiwa kwenye hayo maeneo ambayo wanaweza kuongoza sehemu nyingine pia. Mheshimiwa Bunge, kwa sababu hili jambo tutalirejea atakapokuja mheshimiwa. Uh, naona nimekazana sana kumwita mheshimiwa itakuwa anaelekea huko profesa Mohamed uh, Janabi atakapokuja hapa tutafanya hiyo kazi kwa ukamilifu zaidi.